Karibu katika kipindi chetu cha Mbiu ya Heri, kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika Seminari Kuu ya Kitaifa ya Familia Takatifu Mwendakulima, iliyopo Jimbo Katoliki la Kahama. Mada ambayo tunakuletea ni nafasi ya mwanamke katika mpango wa ukombozi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu nami Frateri James John Robert kutoka Jimbo Katoliki la Musoma. Basi mpendwa msikilizaji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 Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Karibu sasa, tuanze kipindi chetu, ambapo mara yetu hii ya nafasi ya mwanamke katika mpango wa ukombozi ina vipengele vikubwa viwili. Cha kwanza ni nafasi ya mwanamke katika mpango wa ukombozi na kipengele cha pili ni namna ya ushiriki wa wanawake katika ukombozi na unavyoakisiwa katika maisha ya sasa. Tungependa kujiuliza nini maana ya ukombozi? Mpendwa msikilizaji, ukombozi ni neno linalomaanisha uhuru kutoka katika hali ya utumwa, dhuluma au mateso. Katika muktadha wa kiroho, neno hili linahusiana na wokovu au kukolewa kutoka katika dhambi na athari zake na mara nyingi linahusisha ufungua maisha mapya au hali bora ya kiroho. Katika muktadha wa kijamii, ukombozi unaweza kumaanisha kuondokana na hali ya kutokuwa na haki au unyonyaji, na kupata haki, usawa na uhuru. Mfano, katika muktadha wa kihistoria, ukombozi unaweza kumaanisha kupigania uhuru dhidi ya ukoloni au utumwa. Katika muktadha wa kidini tumepata ukombozi kupitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baada ya kufahamu maana ya ukombozi, tunaweza kujiuliza, je, ukombozi katika maisha ya kiroho katika maisha yetu hapa duniani ulianza lini? Je, kulikuwepo na ahadi ya ukombozi ulimwenguni? Tunaweza kuanza kwa kusema kuwa mwanzo wa ahadi ya ukombozi unapatikana katika agano la Kale ambapo ahadi ya ukombozi inaanza kutolewa mara tu baada ya dhambi ya Adamu na Hawa kuingia ulimwenguni, ambapo Mungu aliahidi kumtuma mkombozi ambaye atazifanya nguvu za giza kushindwa. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu aya kumi na tano, Mungu anatoa ahadi ya ukombozi kwa mwanadamu aliposema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake na huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Nukuu kutoka katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya tatu aya ya kumi na tano. Na huu ndiyo mwanzo wa ahadi ya ukombozi. Mpendo wa msikilizaji, nikukaribishe, tutazame nafasi ya mwanamke katika mpango wa ukombozi kwa kutambua nafasi ya wanawake mbalimbali katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Kwa kwanza na wanawake baadhi katika agano la kale, tuanze kwa kusema kuwa mpango wa ukombozi katika agano la kale unaanza kutengenezwa kuanzia kwa Eva mwenyewe na vizazi vyake. Wanawake wengi walihusika kwa wingi sana katika kushiriki katika mpango huu wa ukombozi kwa namna pekee. Leo tutawaona baadhi ya wanawake na mchango wao katika safari ya ukombozi. Wa kwanza ni Eva Eva au Hawa ndiye mwanamke wa kwanza na mama wa watu wote walio hai. Jina ile Hawa alipewa na mume wake Adamu kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu aya ya ishirini. Jina Hawa ama kwa Kiebrania kwa Kiebrania Hava lina maana ya mwenye uhai au mama wa wote walio hai. Biblia inamuonesha na kumwelezea kama mtu mwenye akili na na utashi na jasiri. Simulizi la Eva ambayo tunalipata kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya 21 hadi sura ile ya nne aya 25 linafundisha kwamba Mungu anataka watu wamchague kwa uhuru na kumtii kwa upendo. Pia simulizi hili la Adamu na Eva linatufundisha kuwa binadamu anapaswa kuwajibika kwa matendo kutokana na uchaguzi anaofanya. Eva, mwanamke na mama wa familia, alitimiza yote aliyopaswa kuyafanya kama mama wa familia, hasa katika kuzaa, kulea, kulinda na kufundisha watoto waliopatikana katika familia. Eva anashiriki kuwaunganisha wanafamilia pamoja na kuwaarifisha watoto wake mira zilizo njema na za kumpendeza Mungu. Kama mwanamke wa kwanza anawakilisha kazi na taswira muhimu ya wanawake wote katika jamii zetu. Mpendo msikilizaji, Eva anawakilisha mwanzo safari ya ukombozi kutokana na ahadi ya Mungu kwake. Ingawa alileta dhambi, alileta pia tumaini la ukovu kupitia ahadi ya ukombozi kutoka kwa Mungu alifanya kosa kwa kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya kama tunavyosoma katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu aya ya sita jambo lililoleta dhambi na maanguko kwa binadamu wote ni kupitia kwake eva na uzao wake mungu aliahidi kumleta mkombozi ambaye angetoa wokovu kwa wanadamu baada ya eva na adamu kutenda dhambi kwa kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya wanadamu walijikuta wakijitenga na uwepo wa Mungu na dhambi yao ilileta maafa kwa dunia nzima. Kwa kukosa kwake mwanadamu ndipo mwanzo safari ndefu ya ukombozi, ambapo Mungu alikusudia kuwaokoa wanadamu kutoka katika dhambi na kifo ilipoanza. Kwa hiyo safari ya ukombozi inamgusa Eva na kuwa sehemu ya mchakato wa wokovu wa wanadamu kwa kupokea ahadi hiyo ya ukombozi kutoka kwa Mungu inayotimizwa katika nafsi ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Mwanamke wa pili ni Sara. Mpendwa msikilizaji, Sara mke wa Ibrahimu ni mmoja wa wanawake muhimu katika Biblia na simulizi lake linahusiana sana na safari ya ukombozi kwa sababu ya ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kuhusu kuwa na uzao mkubwa licha ya umri mkubwa wa Sara na Ibrahimu safari ya ukombozi, ya ukombozi inamgusa Sara kwa kuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa kumleta Yesu Kristo kupitia uzao wake na Ibrahimu, ambaye ni baba wa taifa la Israeli. Ahadi ya Mungu kwa Sara na Ibrahimu ilianza lini na ilikuwaje? Mungu alimwahidi Ibrahimu kuwa atakuwa na uzao mkubwa na kuwa na taifa kubwa, kama tunavyorejea kusoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kumi na mbili aya ya kwanza ya tatu na sura ya kumi na tano aya ya kumi na saba. Lakini hii ilikuwa ni changamoto kwa Sara ambaye alikuwa tasa na alikuwa na umri mkubwa. Hali hii ilimfanya Sara kuwa na mashaka kuhusu utekelezaji wa ahadi ya Mungu, na kwa hiyo alijaribu kusaidia mpango wa Mungu kwa kumruhusu Ibrahimu kuwa na mtoto na mtumishi wake Hajiri, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kumi na sita. Hata hivyo Mungu alikataa mpango huo wa Sara na akaithibitisha ahadi yake kwa Sara mwenyewe. Mungu alitimiza ahadi yake kwa Sara katika umri wa miaka tisini alijifungua mtoto wa kiume aliyeitwa Isaka, kama tunavyosoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya ishirini na moja. Isaka alikuwa mtoto wa ahadi ambaye alileta mwanzo wa kuanzishwa kwa taifa la Israeli ambalo ndilo taifa aliloahidiwa Ibrahimu, na linakuwa sehemu muhimu ya historia ya wokovu ya ulimwengu. Safari ya ukombozi wa ulimwengu kwa kupitia kwa Sara inaonekana wazi na kuwa sehemu ya muhimu ya mpango mkubwa wa Mungu wa kumletea ya kuwakumletea mwanadamu wokovu kwa njia ya uzao wa Isaka. Mungu aliendelea kutimiza ahadi yake kwa Ibrahimu, ambayo ilijumuisha kumleta mkombozi Yesu Kristo kupitia kizazi cha Isaka. Hivyo, licha ya changamoto zilizokuwapo, Sara alikuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa kuleta wokovu kwa ulimwengu kupitia uzao wake. Katika Agano Jipya, Paulo mtume anasema kuwa ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu na uzao wake inatufikisha kwa Kristo ambaye anakuwa mkombozi wa wote. Rejea walako mtume Paulo kwa Wagalatia, sura ya tatu, aya ya kumi na sita. Katika muktadha huu Sara na Ibrahimu wanakuwa sehemu ya safari ya ukombozi, kwa sababu kutoka kwa mzao wao Yesu alizaliwa na kuleta wokovu kwa ulimwengu wote. Sara anachukua nafasi muhimu katika safari ya ukombozi kwa mfano wake wa imani na subira. Alikuwa na ahadi kwa Mungu kuwa angepata mtoto katika uzee na utasa wake, na hivyo simulizi la Sara linaonyesha namna alivyokuwa mvumilivu kwa kipindi kirefu tena bila mtoto, lakini Sara alikubali na kumtumainia Mungu ambaye alitimiza ahadi yake kwa kumbariki na kumjalia mtoto ambaye ni Isaka. Tunajifunza nini kutoka kwa mama yetu huyu au bibi yetu huyu Sara katika safari ya ukombozi? Sara anatupa fundisho la kubaki waaminifu kwa Mungu licha ya changamoto tunazokumbana nazo. Waraka wa mtume Paulo kwa Waebrania sura ya kumi na moja aya ya kumi na moja unamweleza Sara kama kielelezo cha imani na uaminifu kwa Mungu. Mtume Petro anatueleza kuwa Sara ni kielelezo cha utii na imani, ambapo wazao wake wa kweli ni wa Kristo. Sara pia ni kielelezo cha wanawake wa Kristo juu ya kuwa watiifu kwa waume zao kama yeye alivyofanya kwa Ibrahimu. Rejea waraka wa Petro, walaka wa kwanza sura ile ya tatu aya ya sita. Hivyo basi tunaalikwa sisi tulio wakristo kuwa waaminifu kwa, kwa ahadi za mungu na binadamu wenzetu. Uaminifu uambatane na imani yetu kwa mungu kwa kumtii katika dhamiri zetu na kupitia viongozi waliowekwa na yeye kwa uweza wake. Mfano, viongozi hao ni viongozi wa jumuiya zetu ndogo ndogo viongozi wetu wa kanisa, makuhani na hata viongozi katika jamii zetu. Mwanamke wa tatu katika Agano la Kale ni Hana. Mpendwa msikilizaji, Hana alikuwa mke wa Likana na hawa ndio wazazi wa Samueli, kama tunavyosoma katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza aya ya pili. Alikuwa na huzuni kwa kuwa alikuwa tasa na alikosa mtoto kwani mke mwenza Penina alikuwa na, na watoto. Lakini Hana alikimbilia kwa Mungu kupitia sala na kuahidi kuwa ikiwa atampata mtoto atamtoa kwa Mungu. Mungu alisikiliza maombi yake na kumjalia mtoto wa kiume ambaye ni Samueli, nabii na mamuzi mkubwa wa wana wa Israeli. Rejea kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza aya ya kumi na mbili hadi sura ile ya pili aya ya kumi na moja. Safari ya ukombozi kupitia kwa Hana inasisitiza hasa maisha ya sala na uaminifu wa kila mmoja kwa Mwenyezi Mungu. Mwanamke wa nne ni Ruthu ambaye alikuwa mwanamke wa Kimoabu aliyeolewa na mwana wa Naomi Mwisraeli. Baada ya kufiwa na mume wake, Ruthu alimfuata Naomi ili arudi Israeli akionyesha uaminifu mkubwa wa familia hiyo ya Kiisraeli. Ruthu alisema kuwa Mungu wa Naomi atakuwa Mungu wake pia. Lejea ya kitabu cha Ruthu, sura ya kwanza, aya ya 16b. Katika Israeli Ruthu alifanya kazi ya kukusanya nafaka shambani kwa Boazi jamaa wa Naomi. Boazi alivutiwa na uaminifu na tabia ya Ruthu, na baadaye walifunga ndoa na walizaa watoto, walizaa watoto, mtoto aitwaye Obedi ambaye alikuwa babu wa mfalme Daudi na hivyo Ruthu akawa sehemu ya ukoo wa Yesu Kristo kama tunavyosoma katika kitabu cha Ruthu sura ile ya nne aya ya kumi na saba. Simulizi la Ruthu ni mfano wa uaminifu, upendo wa ukweli, na jinsi Mungu anavyotumia wa watu wa kawaida kutimiza kusudi lake. Tunajifunza nini kutoka kwa mwanamke huyu? Simulizi la Ruthu linatufundisha kwamba tunaweza kuwa na thamani kubwa kupitia uaminifu, maamuzi ya busara na imani thabiti kwa Mungu. Ingawa alikumbwa na huzuni ya kufiwa na mumewe, umaskini na hali ngumu ya kuwa mjane katika nchi ya kigeni, Ruthu hakukata tamaa. Alijitoa kwa upendo na uaminifu kwa familia yake na kwa Mungu. Kwa sababu hiyo aliheshimiwa na kubarikiwa. Hivyo basi, Ruthu ni mfano wa mwanamke mwenye msimamo, heshima na moyo wa kujitolea. Anaonyesha kuwa hata katika mazingira magumu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha matumaini, baraka na mabadiliko makubwa katika jamii. Simulizi simuli hili linahimiza wanawake kuwa na mambo yafuatayo: mosi, uaminifu kwa familia zao na kwa Mungu; pili, uvumilivu mbele ya changamoto wanazokutana nazo; tatu, hekima katika maamuzi, kama Ruthu alivyoamua kubaki na mama mkwe wake Naomi Nne, ni maadili na tabia njema zinazovutia na heshima kwa watu wengine. Kwa hiyo Ruthu si tu mfano wa kiroho bali pia ni kielezo cha watu jasiri na mwenye maono ya mbele. Mwanamke wa tano ni Bathsheba. Bathsheba ni mmoja wa wanawake maarufu katika Biblia na maisha yake yanatoa funzo muhimu kwa jamii ya leo. Bathsheba alikuwa mke wa Uria Mhiti mwanajeshi jasiri katika jeshi la Daudi. Wakati Uria alipokuwa vitani, Mfalme Daudi alimwona Bathsheba akioga, akamtamani, akalala naye na hatimaye akapata ujauzito. Ili kuficha dhambi yake, Daudi alihakikisha Uria anauawa vitani, kisha akamchukua Bathsheba kuwa mke wake. Levia kitabu cha pili Samueli sura ya kumi na moja. Baadaye mtoto wao wa kwanza alikufa, lakini Bathsheba alipata ujauzito tena na kumzaa Sulemani, ambaye alikuja kuwa mfalme mwenye hekima wa Israeli. leji ya kitabu cha pili cha Samueli sura ya kumi na mbili aya ya ishirini na nne. Mpendwa wa msikilizaji, tutazame nafasi ya Bathsheba katika mpango wa Mungu wa ukombozi. Nafasi ya Batsheba katika historia na mpango wa ukombozi wa mwanadamu ni ya kipekee na yenye uzito mkubwa, ingawa mara nyingi haionekani moja kwa moja. Mchango wa mwanamke huyu kuelezwa kuelezwa katika maandiko matakatifu ni kama ifuatavyo. Moja, mama wa Sulemani, mfalme wa amani na hekima. Batsheba alimzaa Sulemani ambaye alichaguliwa na Mungu kuwa mfalme wa Israeli baada ya Daudi. Sulemani alijulikana kwa hekima, amani na ujenzi wa hekalu la kwanza la Mungu huko Yerusalemu. Lejea kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya tatu aya ya kwanza. Kupitia Sulemani ukoo wa Kristo kwa kuanzia katika ukoo wa kifalme wa Daudi uliendelea ambayo ni sehemu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa Daudi kwamba uzao wake utatawala milele. Rejea kitabu cha pili cha Samueli sura ile ya saba aya ya 12 hadi 16. Jambo la pili ni Bathsheba katika nasaba ya Yesu Kristo. Katika Injili ya Mathayo Batsheba anatambuliwa kwa nafasi yake katika nasaba ya Yesu Kristo, ingawa hakutajwa kwa jina, anatajwa kama mke wa Uria, jambo linaloashiria historia ya neema na msamaha wa Mungu kwa wanadamu, kama tunavyosoma katika kitabu cha injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya sita na nukuu, Daudi alikuwa baba wa Sulemani ambaye mama yake alikuwa mke wa Uria jambo hili linatufundisha kwamba hata watu waliopitia makosa na hali tata wanaweza kutumiwa pake wa ukombozi jambo la tatu Bathsheba ni kielezo cha neema ya Mungu katika wokovu Bathsheba ni mfano wa jinsi ambavyo Mungu anavyochukua hali ya dhambi huzuni na udhaifu wa kibinadamu na kuibadilisha kuwa sehemu ya historia yake takatifu ya ukombozi. Kupitia maisha ya Bathsheba tunaona msamaha Daudi alipata pia toba, na toba hii anaeleza wazi katika Zaburi ile ya hamsini na moja, na Mungu alimsamehe. Tunaona urejesho wa ahadi ya Mungu kwa kuzaliwa Sulemani tunaona kuingizwa kwa watu wa kawaida katika mpango wa kimungu wa ukombozi. Hivyo nafasi ya Bathsheba katika historia ya wokovu ni ya kifalme, ya kimama na ya kiroho. Alikuwa mama wa mfalme katika ukoo wa Yesu Kristo, kwa hiyo Mungu alimtumia kuwa sehemu ya kuja kwa mkombozi wa ulimwengu. Ni ushuhuda kuwa wokovu haukuja kupitia watu wasio na dosari bali kupitia watu walioguswa na neema ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, tunajifunza nini kutoka kwa Batsheba? Tuna mambo kadha wa kadha kujifunza, ya kujifunza kutoka kwa Batisheba. Jambo la kwanza ni kuwa Mungu anaweza kubadilisha historia ya mwanadamu. Ingawa Batsheba aliingia kwenye historia ya kifalme kupitia njia ya maumivu na dhambi Mungu alimtumia kuwa mama wa ufalme Sulemani na kuingizwa katika nasaba ya Yesu Kristo, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya sita. Hii inaonyesha kwamba haijalishi mtu anatoka wapi au ampitia nini, Mungu anaweza kuleta kusudi na heshima kupitia mtu huyo. Jambo la pili la kujifunza ni uvumilivu Bathsheba alipoteza mtoto wake wa kwanza, lakini hakukata tamaa. Alivumilia huzuni na akawa mama wa mfalme. Tunajifunza kuwa hata katika machungu kuna matumaini na urejesho kwa wale wanaomtegemea Mungu. Jambo la tatu la kujifunza ni ushawishi wa kimya. Ingawa Bathsheba hakusikia sana, hakusikika sana kwa maneno alipata nafasi ya kuzungumza na mfalme daudi kuhusu sulemani kuwa mfalme tulisoma hili katika kitabu kile cha kwanza cha wafalme sura ya kwanza aya ya kumi na tano hadi aya ya ishirini na moja aliweza kutumia hekima heshima na mawasiliano sahihi kuleta mabadiliko hili ni fundisho kwa wanawake na watu wengine kuwa nguvu ipo katika busara hekima na wakati wa kusema. Batsheba anatufundisha kuwa historia ya mtu haibainishi hatima yake. Mungu anaweza kutuponya, kuturudisha na kutumia maisha yetu kwa kusudi lake kuu. Nasi tupokee mwito wa kutokukata tamaa, kuwa na imani na kutumia sauti ya hekima, ili kuleta mabadiliko chanya katika familia, jamii na kanisa kwa ujumla. Mwanamke wa sita ambaye tunamtazama katika siku hii ya leo ni Rahab. Rahab alikuwa kahaba, yaani mwanamke aliyekuwa akitoa mwili wake kwa wanaume kwa ajili ya uasherati. Alimiliki nyumba huko Yeriko. Yeriko ulikuwa mji muhimu wa biashara kwani wafanyabiashara wengi walikuwa wakipita huko. Hivyo Rahab aliwapa watu chakula, malazi na kufanya uasherati. Mwanamke Rahabu alikuwa na nafasi ya kipekee na ya muhimu katika mpango wa ukombozi, hasa katika historia ya ukopo wa Israeli na ujio wa Masiha. Mchango wake unaweza kuelezwa kwa njia hizi zifuatazo. Moja, imani yake kwa Mungu wa Israeli, ambapo Rahabu aliwahifadhi wapelelezi wawili Waisraeli waliotumwa kuupeleleza mji wa Yeriko. Alikiri kwa imani kuwa Mungu wa Israeli ndiye Mungu wa kweli wa mbingu juu na dunia chini kama tunavyosoma katika kitabu kile cha Yeshua sura ile ya pili aya ya kumi na moja. Imani hii ilimtofautisha na watu wake waliokuwa wanaabudu sanamu na ndiyo iliyomletea wokovu. Ndugu mpenda msikilizaji Mchango wa pili wa Rahabu katika safari hii ya ukombozi ni ujasiri katika maamuzi magumu. Rahabu alichukua hatari kubwa kwa kuwahifadhi wapelelezi, na uamuzi huu ulihitaji ujasiri na maono. Nasi tunafundishwa kuwa na ujasiri katika kusimama kwa ajili ya haki na ukweli, hata katika mazingira ya hatari na shinikizo. Jambo la tatu ni kubadilishwa kutoka kuwa na aibu hadi heshima. Rahab alipata heshima kubwa katika historia ya wokovu hadi kuingizwa katika ukoo wa Yesu Kristo. Hii inaonyesha kuwa Mungu anaweza kubadilisha maisha ya mtu yoyote kutoka hali ya aibu, fedhea na kudhalauliwa hadi kuwa na heshima kubwa ya kushangaza watu wengi. Jambo la nne, ushujaa wa kiroho unaweza kuleta wokovu kwa familia yote. Rahab hakujiokoa peke yake kwa imani na hatua zake, familia yake pia iliokolewa kama tunavyosoma katika kitabu kile cha Yoshua sura ile ya sita aya ya 25. Wanawake waleo wanaweza kuwa daraja la wokovu kwa familia zao kwa kuishi kwa imani thabiti. Jambo la tano, Mungu huwatumia watu wasiotarajiwa. Rahabu ni ushahidi kuwa Mungu anaweza kutumia mtu yeyote kwa kusudi lake, hata wale ambao jamii imewapuuza. Jambo hili linatutia moyo kwamba thamani yetu iko kwa Mungu, si kwa vigezo vya dunia au vigezo vya wanadamu. Jambo la sita, imani ya kweli huonyeshwa kwa matendo. Katika waraka wa Mtume Yakobo sura ya pili aya ya 25, Mtume Yakobo anasema Rahab aliishi imani yake kwa vitendo, si kwa maneno tu. Wanawake wa sasa wanahimizwa kuwa wanawake wa imani yenye matendo ya ujasiri, wema na utiifu kwa Mungu. Rahab si tu mfano wa toba, bali pia ni kielezo cha jinsi mwanamke au wanawake wa sasa wanavyoweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yao na maisha ya watu wengine na kuwa chombo cha mabadiliko makubwa kiroho, kijamii na kwa vizazi vyote vijavyo. Kwa leo tupende kuishia hapa, na hivyo kwa kipindi kijacho tutaendelea kwa nafasi ya pekee ya kuweza kutazama mchango wa Rahabu katika mpango wa ukombozi, katika mambo ambayo aliyafanya na yanayo aksi maisha yetu ya kila siku. Hivyo kipindi hiki kiendelee kutufunza sisi katika maisha yetu ya kila siku na kutuimarisha katika maisha yetu ya kiroho. Kipindi hiki kimeletwa kwenu nami na Frateri James John Robert kutoka Jimbo Katoliki la Msoma. Nipende kuwakaribisha wasikilizaji wa kipindi chetu hiki cha Mbiu ya Heri tuweze kutamatisha kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la, la Mwana na la la Roho Mtakatifu. Amina. Tunaokimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utokoe zikuzotekila zungi yako hatarini. Bikira mtukufu na mwenye baraka, amina. Kwa jina la Baba nala Mwana la Roho Mtakatifu. Amina.